Jina naitwa Fatuma Mohamed. Mimi ni mbunge wa bunge la eneo Jimbo la Migori County kutoka Kenya. Natoka kwenye chama ya opposition lakini tuko katika arrangement ya broad based. Kwa sasa huko Kenya, opposition wanafanya kazi pamoja na serikali. Nilikuja hapa kwa mazungumzo kujua kwa sababu mwaka ujao tuko na election Kenya, na kama mwanasiasa na kama mama natafuta njia ya kujua nchi jirani wanafanya nini, ndio pia sisi tuyaige kama kuna mfano mwema. Kama kwa sasa um, his excellency kwanza namshukuru sana, amenipokea kama dada yake kutoka nchi jirani. Namshukuru sana, namshukuru Mungu na namuombea kila naheri. Amenipatia mazungumzo kidogo na mafunzo vile nchi inafaa kuendelea. Uh, kidogo kama mwanasiasa amenyelezea jinsi mnavyofanya siasa hapa wakati wa uchaguzi, iko tofauti na kwetu kidogo. Amenyonyesha vile wameweka ukulima mbele, akaniambia ukitaka kufanya siasa mema, kwanza funza watu wako kujitegemea, kulisha familia yao. Nikaona ni kitu nzuri sana kubeba kupeleka nyumbani. Kukuja kwangu hapa haikuwa kwa siasa, lakini nilikuja kama jirani na sijakuja kabisa official na sio private, nimekuja tu kama mwanasiasa jirani, ili na mimi pia nichukue funzo nirudishe kwetu nyumbani. Pia kama mwakilishi wa bunge la Kenya kutoka kwa serikali kwa upande wa opposition, ningependa kuleta salamu kutoka kwa His Excellency President William Samoei Ruto aliyenituma pia nilete habari njema, nilete habari njema kwa His Excellency the President of Burundi. Akasema anamtakia kila naheri katika kazi ambayo anaenda kuchukua kwenye Afrika, kuwa mchea wa Africa Union kwa sasa, na amesema anamtakia kila naheri, anamuombea, anamwombea mema, na amesema asante kwa uhusiano mwema kati ya mainchi zetu. Kukuja kwangu hapa ilikuwa kupitia mkono wake, ndio nikafika hapa.